Sasa, wiki hii mojawapo ya gumzo ni kwamba mataifa matatu yametoa joint statement, au Uingereza, Ufaransa na Canada yakituhumu Israeli kwamba kuzuia kwake misaada kuingia Gaza inakaribia its amount of a breach of international law, kwamba inaelekea ni uvunjifu wa sheria ya kimataifa na yametishia kwamba Israeli asipositisha vita vyake kule Gaza. Kanada, uh, Ufaransa na Uingereza watachukua hatua. Hatua ni nini ambazo watachukua? Hatua hizo ni uh, kuiwekea vikwazo Israeli. Sasa kuna mambo mengi ambayo yanasemwa hapa. Je, Israeli anazidi kutengwa na washirika wake? Je, ni kweli Ufaransa na Uingereza na Kanada wanajali sana maisha ya Wapalestina kiasi hicho hata kwamba wanataka kuiwekea vikwazo Israeli na wanataka kumsaliti wa Israeli ambaye ni mshirika wao wa muda mrefu? Lakini je, vikwazo au hatua ambazo Uingereza Uingereza na Ufaransa na Canada wanaweza kuwa na mchango gani kwenye hii taifa la Israeli? Je, msimamo wao au mchango wao unaweza kutikisa hili taifa la Israeli? Tutaangalia mambo hayo, lakini kwanza nikukumbushe kisa kimoja kwenye kitabu cha Biblia. Kuna wakati ambapo kwenye kitabu cha Biblia kitabu cha Esther, Hamani alitaka kumwangamiza Mordekai na kuangamiza Wayahudi wote. Kuna sababu ambazo zilifanya ataki kuangamiza na akapata amri kutoka kwa mfalme kwamba Wayahudi kwenye majimbo yote watafutwe na kuuawa, ni kama ambavyo Hitler alifanya. Aliwasaka Wayahudi popote pale, kwamba aweze kuangamiza, na kulikuwa na mambo ambayo Hamani alikuwa na watuhumu wa Yahudi, lakini jambo moja ambalo lilikuwa kubwa ilikuwa ni wivu. Sasa katika kutafuta msaada wa kujiokoa, Hamani hakufahamu kwamba Esther, ambaye alikuwa ni malkia pendwa wa mfalme Ahasuelo, alikuwa ni Myahudi. Sasa Mordekai anatafuta msaada kwamba kupitia Esther Wayahudi waweze kuokoka wasiangamizwe, lakini Esther akawa ana hesteti. Kuna maneno ambayo Mordekai anamwambia Esther ambayo ni lazima tu uwe mtu wa imani unayemfahamu Mungu, unayeweza kuyaelewa. Mordekai alimwambia hivi, sitaku kusomea Biblia, lakini nanukuu, unaweza ukaenda kusoma kwenye kitabu cha Esther. Alimwambia hivi Esther kwamba Huwezi jua simama, kwa sababu Mungu amekuinua wakati huu wewe kuwa msaada, ili kupitia wewe Wayahudi waokoke. Ila akamwambia hivi kwamba lakini kama wewe utanyamaza kabisa, kama wewe hautataka kuingia kwa mfalme ili yamkini Wayahudi waweze kuokolewa kwenye uharibifu, anasema msaada utawatokea Wayahudi kwa njia nyingine, anasema lakini wewe na nyumba ya baba yako ndiyo mtakaoangamia. Mordekai alipata wapi nguvu ya kuongea maneno haya kwamba msaada utawatokea Wayahudi kwa njia nyingine. Kumbuka, utawala ule ulikuwa ni utawala wenye nguvu, ulikuwa na majimbo zaidi ya mia moja na ulitawala kuanzia kule Babeli wanasema mpaka Barahindi mpaka Ethiopia. Hapa maana yake ilikuwa ni kama ni kama dunia nzima inayojulikana wakati huo. Sasa msaada ungewatokea wapi Wayahudi? Wanasema against all odds. Mordekai anamwambia Esther kwamba msaada utawatokea Wayahudi. Sasa tukianza kuangalia sasa, hatua hii ya Wafaransa, Wafaransa, Waingereza na wa Canada wanaweza kubadilisha chochote kwenye taifa la Israeli? Of course, kama wanaweza kubadilisha chochote, ni kidogo sana. Ufaransa yes, yuko kwenye umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya ni mshirika mkubwa wa Israeli kwenye biashara. Of course anaweza akachangia kuathirika kwa, kwa biashara ya, ya, ya, ya, ya Israeli na Umoja wa Ulaya. Uingereza ameshajiondoa Umoja wa Ulaya. Uingereza kwa sasa sio taifa kubwa sana kiivyo kwenye masuala ya kimataifa, na pauni yao ni moja ya, ya sarafu ambazo zinafanywa biashara zaidi kama currencies, kama reserve currencies. Of course, lakini Canada ni taifa ambalo halina nguvu kiasi hicho sasa na ukiangalia biashara ya silaha kati ya Israeli na Uingereza na Canada na Ufaransa ni ndogo sana. Kwa hiyo Israeli, sifikiri kama hivi vitisho vya Wafaransa na Waingereza vinaweza vikabadilisha chochote sana kwenye taifa la Israeli. Vinaweza kuchangia, lakini haviwezi kabisa kuifanya Israeli, Israeli siweze k-kuendesha kuendesha mambo yake au kuendesha vita, kwa sababu mara nyingi Israeli anafanya biashara yake ya silaha na taifa la Marekani kama masoko. Kuna masoko mengi ambayo Israeli anayategemea. Kuna masoko kama India. India amekuwa ni rafiki sana wa Israeli kwa sababu ya mambo yake ambayo anapitia na yeye, angalia juzi hapa ya kati yake mgogoro wake na Pakistan, sitaki kuangazia huo. Kwa hiyo uh, Israeli ana masoko mengi ambayo anaweza akafanya nayo kazi, kwa hiyo sidhani kama vitisho vya Uingereza na Wafaransa vinaweza vikabadilisha chochote sana kwa taifa la Israeli. At least Marekani akiongea, Myahudi Muisraeli anaweza akasikiliza kidogo. Sasa swali jingine, je, ni kweli kwamba Waingereza na Wafaransa na Wacanada wanahuruma sana na Gaza? Jibu sivyo. Mataifa haya ya Uingereza, Ufaransa na Canada uh, viongozi hawa hasa wa mlengo wa kushoto left wing, na waliberali kama hawa, serikali ya Canada ya sasa ya Mark Carney, waziri mkuu, serikali ya Uingereza ya Keir Starmer, waziri mkuu, na serikali ya Emmanuel Macron ya Ufaransa, ambaye ni rais, mtaji wao wa kisiasa kwa sasa, mara nyingi umebaki ni hao vijana au watu ambao wametoka mataifa hayo ambayo wengine hawanawambia wahamiaji wanaharibu mataifa yao. Kwa hiyo ninachokiona mimi sio kwamba wanajali sana Gaza. Kuna migogoro mingi kule Yemen, Kongo watu wanakufa kila siku, Sudani. Kwa nini hawaweki vikwazo huko? Lakini kwa sababu wanataka kumuona Myahudi kama Myahudi siku zote anaonekana kama scapegoat wa kumwangushia lawama. Lawama zote za mabaya yanayowapata Waarabu, yanayowapata watu wa mlengo wa imani hiyo ya kwao. Ah, uh, wanataka kumwangushia. Kwa hiyo wanataka uungwaji mkono wa watu hao, kwa sababu wanaona vile vyama vyao vinazidi kuchukiwa. Sasa hivi umeona Uingereza kuna kile chama kinaitwa Reform UK ambacho kinataka kuangusha siasa za vyama viwili, Labour na Conservative kinaibuka sasa kwa nguvu na kinapinga maswala ya wahamiaji. Kwa hiyo wanachokifanya ni kwamba wanatafuta hicho. Mimi ndicho ambacho ninakiona, lakini hatua hii sasa, je itamwathiri Israeli kiasi gani? Turejee mstari ambao nimekuambia Mordekai akamwambia Esther kwamba kama wewe utanyamaza kabisa wakati huu, msaada utawatokea Wayahudi. Kwa hiyo kuna kipindi waziri mkuu wa Israeli Bwana Benjamin Netanyahu aliwahi kumwambia uh, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwamba bwana, Israel will win a battle or will win a war with or without french weapons, kwamba Israeli itashinda vita ikiwa na silaha au haina silaha au bila msaada wa Ufaransa. Kwa hiyo mimi sioni kama Israeli atateteleka kwa sababu Mungu analilinda taifa la Israeli. Unaweza usiona hivyo wewe, lakini tu kama unatumia common sense itakwambia kwamba hakuna kitu kingine zaidi ya Mungu. Israeli amezungukwa na mataifa na watu zaidi ya milioni mia nne ambao wataka kumwangamiza, watu kama milioni kumi tu, lakini wameshindwa kwa miaka yote. Kwa hiyo Waingereza mimi cha kuwashauri waingereza wa, wa, wa Faransa na wa Canada if you cannot support Israel better you keep quiet because it is God who fights the battle instead of Israel the Bible says in the book of Genesis God told Abraham I will bless those who bless you and I will curse those who curse you

to it is own survival. Kwa hiyo mimi ni washauri ndugu zangu uh, wale wengine wema na wako kwenye mataifa haya ya Uingereza, ya Ufaransa, ya Canada. Wanasiasa mara nyingi huwa wanabeba ajenda zao. Sio ma, ma, ma, ma, ma, mawazo. Wanasiasa mara nyingi huwa hayawakilishi majority au hayawakilishi watu wengi. Lakini wao wanakuwa na political gain zao, political game zao, political capital, mtaji wa kisiasa wa kwao. Kwa hiyo wanataka kufanya hivi Sio kwamba ni wema sana hapana, hawana wema sana kiasi hicho, lakini tu kwamba wanataka waonekane kwamba wanajali. Kwa hiyo ni bora wamwache Israeli, wajifunze kwa mataifa mengine ambayo yalimsaliti Myahudi, lakini leo hii yako wapi? Kwa hiyo sioni kama vitisho vya Ufaransa, Uingereza na Ujerumani kwamba vitasaidia lolote. Uh, Benjamin Netanyahu amevipuuzia, amesema Hamasi wanalipa kwa kila ambacho walikifanya. kwa hiyo, uh, ngoja tuone itakuwaje na Waingereza watachukua hatua wa gani ya kuadhabisha Israeli?